Kwa upande wa kilimo tutaendelea na usambazaji wa pembejeo, lakini pia tutaendelea na ujenzi wa mabwawa kwa ajili ya kilimo. Nataka na nitoe taarifa kwamba kwa yule mkandarasi ambaye amesuasua kujenga uh, lile bwawa la Iasi tayari tumeshamtoa na tuko kwenye hatua za kutafuta mkandarasi mpya ili aendelee na ujenzi ule. Sambamba na hilo tutajenga soko maeneo ya Kona tarafa ya Eyasi kama ilivyoelekezwa ndani ya ilani. Katika hatua nyingine, ili kukuza uvuvi, tutanunua mashine nne za boti, boti za uvuvi nne na kuboresha mwalo wa ziwa Eyasi ili tutengeneze ajira kwa vijana wetu waweze kuvua na <clears throat> samaki wapatikane kwa wingi kwa kutumia maboti vilevile vile kwa wafugaji Maombi yamekuja hapa kwa wafugaji ya maeneo. Nataka niseme ni maamuzi ya serikali kwamba tunakwenda kuongeza maeneo ya wafugaji kutoka ekari milioni 3.6 p mpaka ekari milioni 6. Tunakwenda kuongeza eneo na kuwafundisha wafugaji kuhusu ufugaji wa kisasa na upandaji wa nyasi, ili waepukane na ule mzunguko wa nchi nzima. Lakini pamoja na hayo tunakwenda kukarabati miundombinu ya minada minne ya mifugo kujenga majosho kumi na tatu pamoja na machinjio ya kisasa.